Katika dunia hii isiyo na huruma ambapo pesa ndio kipimo cha kila kitu, kuna watu wachache wamebarikiwa neema za bure. Moja ya baraka hizo ni kuwa na dimples. Kama unafikiria urembo unapatikana kwa kutumia filter za Instagram, basi pole sana, kuna watu wamezaliwa na dimples, yani wao wana filter za asili. Lakini kama hujawahi kumpenda mtu mwenye dimples, hujui kilichokuleta duniani. Watu hawa wana ushawishi wa hali ya juu na mara nyingine hawajui kama wanawapumbaza wenzao. Dimples sio tu shimo dogo mashavuni, ni kamtego ka kisaikolojia ambako huwezi kukakwepa. Sasa hebu ngoja tuangalie sifa kumi za viumbe hawa ajabu wenye dimples. Moja ya sifa ni kwamba wanapendeza bila kujitahidi. Wanawake wenye dimples ni kama simu ya iPhone, hata kama beti imejaa 2%, bado wao watajiona ya thamani. Wanaweza kuvaa vitenge vya bibi zao na bado wakaonekana kama wamepiga picha kwa ajili ya fashion za magazine. Kuna wanawake wanatumia masaa manne kujipodoa ila waonekane wa lembo, lakini wenye dimpozi atacheka mara moja tu na watu watasahau hata wengine walikuwepo kwenye hicho chumba. Wanawake wenye dimpozi, wanawake ambao ni kama wameandikwa na Spare. Yani, ushai kusikia mtu anasema wewe ukicheka dunia inakuwa na maana, basi ujue alikuwa anazungumzia wanawake wenye dimples. Tabasamu lao lina nguvu ya kushawishi hata mtu aliyekuwa na hasira ya wiki nzima. Unaweza kuwa umekosea kwa mpenzi wako mwenye dimples, lakini akikuvutia tabasamu lake, unajikuta unasema ah. Si kosa kubwa kihivyo. <laughs> Sifa tatu ya wanawake wenye dimples ni kwamba wanajua wanavyozua tabu, lakini hawawezi kukubali hata siku moja. Wanawake wenye dimples wana tabia moja, wanajua kabisa wana nguvu za kuvutia watu, lakini wakiulizwa wanajifanya hawajui. Unamwambia hivi, unajua unapendeza ukicheka, badala ya kusema kweli anajifanya anashangaa, acha kunitania bwana, mimi ni wa kawaida tu, mashallah. Haya masihala na unafiki huu ni kwamba watu wanaendelea kujiona kuwa Sifa nyingine ya wanawake wenye dimpozi hawahitaji kuomba msamaha mara mbili. Mwanamke mwenye dimpozi akikosea, hana haja ya maelezo marefu. Atatabasamu kidogo, atakutazama kwa macho yale special na maanisha na maanisha yale macho ya babe, lili. Ah, na, na hapo unaanza kujitetea, kwa nini unamwonea Kwao msamaha si hoja ya mjadala, bali ni haki ya kuzaliwa nayo. Sifa nyingine ya wanawake wenye dimpoz ni kwamba wanapendelewa hata pasipo stahili. Ushawahi kuwa kwenye foleni, alafu ukaona dada mwenye dimpoz akikatiza na mtu anamwambia mama pita tu, mama pita tu au sogea <laughs> au duka la nguo, wanapewa discount bila ya kuuliza kwamba nipunguzie, nipe discount, lakini kutokana na urembo wao wa asili wanapewa discount bila hata kuuliza. Hii ni kawaida kwao. Kwa, kwa, namna, kwa namna fulani watu watu wanahisi kama hawapasi kuwatesa viumbe hawa wa thamani. Lakini sifa sifa ya sita ya mwanamke mwenye Dimpozi, wanachanganya wanaume wa aina zote. Mwanaume wa kawaida akiona mwanamke mwenye Dimpozi, akili nasimama kwa sekunde chache. Wale wanajiita hard guys huwa na ugumu wa kuangalia macho kwa macho na wale waliokata tamaa mapenzi, kujikuta wanapenda tena ghafla. Wanaume wengi wanatumikia kwenye matatizo kwa sababu ya wanawake wenye dimples. Mtu alikuwa na bajeti yake ya mwezi mzima, lakini baada ya kuona tabasamu la mwenye dimples anajikuta anauliza, unapenda nini nikupe, bila hata kujua akaunti yake na shilingi ngapi? lakini <laughs> sifa nyingine, wanapenda hata wakicheka wanapendeka, hata wakichemsha Yani wanapendeka hata kama wakifanya balaa, yani nikimalisha kimalisho, kichemsha ni kwamba naweza nikasema kwamba oh, kwa mfano upo darasani na ni mwanafunzi unasoma, lakini ukauliza swali ukapita uka, uka, uka, uka, kushoto ukakosea, lakini licha ya kukosea kwako kutokana na mwonekano wako wa kuona dimples, unapendeka. Wanawake wengi wakialibu kitu lazima watoe maelezo ya kina, lakini mwenye dimpo akifanya kosa, watu huanza kujitetea wenyewe kwa niaba yake. Anaweza kusema kitu kibaya kwenye kikao, lakini watu bado wakasema, lakini alikuwa na point yake. Lakini sifa nyingine, wanawapa watu matatizo wa kujitambua. Wanaume wengi wana tabia kujifanya wagumu kwenye mapenzi, lakini anapokutana na mwanamke mwenye dimpo anaanza kujiuliza maswali ya ndani, hivi kweli mimi ni strong kama nilivyojifanya? Ah, unaweza kuwa na msimamo wako lakini tabasamu moja likakufanya uanze kufikiria kuhamia upande wa watu wanaojua kupenda kwa dhati. Sifa nyingine ya wanawake wenye dimples ni kwamba wanazua ugomvi wa kupendelewa sana. Wanawake wasio na dimples mara nyingine wanajikuta kwenye shida isiyo ya kwao. Kwa nini yeye apate special treatment na sisi tuachwe? Sasa unakuta kundi linamchunguza huyo mwenye dimples kama vile FBI inavyochunguza mtu aliyetoroka jela, lakini ukweli ni kwamba si kosa lake, ni dimples kwa, hmm, ziliamua kufanya kazi yake. Sifa nyingine na sifa ya mwisho nikimaanisha sifa ya kumi ya mwanamke mwenye dimples, wanapenda hata wakiwa na hasila, yani wanapendeza hata wakiwa na hasila. Wanawake wengi wanapokasirika watu waogopa, lakini mwenye dimples anapokasirika bado watu wanaangalia na kusema, unajua hata ukikasirika unapendeza, na hapo ugomvi unakosa maana, maana hakuna mtu anayechukuliwa kwa uzito. Lakini wacha nikuulize, hivi dimples ni talent au kazi ya majini? Wanasayansi wanasema dimples ni itilafu ya kijenetiki , lakini sisi tunajua ni zawadi kutoka kwa Muumba, yani zawadi kutoka kwa Mungu. Ukiwa na dimples, maisha yanakuwa rahisi. Wote tutakutazama kwa macho ya huruma na kila mtu atakaye kuwa karibu naye. Kwa wanawake wenye dimples tafadhali tumieni vizuri hizo baraka mlizopewa na Mwenyezi Mungu. Na kwa wale ambao hamna bado, kuna matumaini. Personality nzuri inaweza kuziba pengo, lakini ukweli ni kwamba katika dunia hii kuwa na dimples ni kama kushinda bahati nasibu ya ulembo wa asili. Na hii ni Memorata TV, na jina langu ni Madam Gadi.